Hello, mambo vipi mtazamaji wa Liz Media? Na timu yako poa na una enjoy life. Hapa nipo na kijana mpambanaji. Nimekutana naye nataka kupiga naye story mbili tatu kuhusiana na swala zima la maisha, lakini pia bwana amenidokezea kwa mbali, shie kupigwa na kitu kizito na mpenzi wake. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho kujua mkasa wa kaka, lakini pia nikukumbushe tu mtazamaji wa Liz Media, kama bado hujasubscribe kwa channel yetu ya Liz Media, ufanye subscribe ili uwe mtu wa kwanza kutazama video zetu ambazo tunaziposti hapa ndani ya Liz Media. Ah, kaka mambo kama kawaida shwari? Shwari mzima. Oji kabisa nambi ye Fresh tu umepoa? Mwenyewe mii nimechangamka, hivi nilivyo ndo hali yangu miaka yote. Okay. Kwa ajili ya mtazamaji wetu wa Lizzymedia unaitwa nani? Naitwa Steven Mwanambasa. Steven ni mkazi wapi? Kama hapa. Hapa. Naam. Unampiga mishe gani mimi napiga mishe misheni za town, lakini na kibanda cha kuuza miwa, miwa ya kukata, ile ya kuchonga ile kwa jelojelo. Natengeza buku buku zangu, zinanitosha maisha yanaenda vile vile. Nimefanya hivyo baada ya ajira kusuasua. Mimi ni msomi wa degree pia, niambi ya wallahi, mimi ni msomi wa degree. Kwa hiyo baada ya ajira kunipiga mkwala, na mimi nikaamua kujikita huku, naendesha bajaji nauza miwa hivyo, nikiona kwamba nimepata dili la bajaji, kwa sina bajaji permanent. Nikipata dili la bajaji nafunga ofisi au naweka mtu kidogo, naenda natengeneza, kama ni teni yangu barabarani narudi ile, mradi maisha yanaenda. Ilikwaje msomi kama wewe ukaamua kuuza miwa? Mwisho wa siku mtembea bure si sawa na mkaa bure. Nisingeweza kukaa ndani, ili hali hamna ajira, hamna kazi kwao, nikaamua nika, nika, nika, kuplani kwamba nitafute japo laki mbili nichongeshe kitololi baadaye nitengeze ka ni, ni, ni, mtaji nifanye biashara ya miwa hii hapa ndo nilifanikisha. Lakini kipindi nasoma vile vile nilibahatika kutengeneza, nilibahatika kwenda kusoma driving nikawa nimepata leseni. Nina leseni D ambayo inanisaidia kwenye masuala ya barabarani, naokuwa naendesha bajaji, kwa hiyo mimi ni ni, ni full package. Okay. Yeah. Profession yako ni ipi? Mimi nimesoma mass communication mambo yenu haya mm -hmm. nayofanya ya. Mm -hmm. Pure kabisa. Sauti za sauti mimi. Okay. mii mm. Uh, siku ya kwanza bwana ku yani ulivyokuwa umekaa mwenyewe ilikwaje ukawaza kwa mpangoja nikauze miwa? Kwa nini sio kazi nyingine? Uh, kwa sababu kuna kazi zina title kubwa. Kwa mfano kuna mtu atakuwa na labda biashara ya miamala lakini mwisho wa siku ile pesa ya kuwekeza pale inakuwa ni pesa ndefu, milioni kadhaa labda. Sawa, sasa kabla hujapata hiyo milioni kadhaa, nikakaa nika, nika, chini nikabuni kwamba kwa nini sianze na vitu vitu vidogo vidogo kama labda. Biashara kubwa nitakuja kufanya, lakini nianzie chini kwanza. Hapa pesa yote ulionayo mkononi ni mtaji, isipokuwa tu vijana tunasumbuliwa na uthubutu, hatujaamua kuthubutu kufanya kwa hiyo mimi nilithubutu nikafanya. Ndio hivyo natengeneza miwa yangu, kuna muda naingia barabarani, nakuwa na, na malengo e, nimejiwekea baada ya muda fulani au miezi kadhaa, nakuwa sehemu fulani labda nakuwa na hela fulani, afu nitafanya mambo mengine, maisha yanaenda. Dada uh, una muda gani tangu anze kuuza miwa hadi sasa hivi? Uh, sasa hivi na miezi kama mitatu hivi, lakini sasa hivi hali ya mvuamvua mvua, kuna muda ndio hivyo naingia barabarani na iacha bala ofisi, kwa sababu sisi aina ya bidhaa ambayo tunaiuza pale inaliwa sana mida ya, mida ya jua kali. Kwa hiyo kipindi cha baridi baridi hamna hamna soko kiivo, lakini tunamshukuru Mungu. Ulivyoanza kuuza miwa ulianza na mtaji kiasi gani? Okay nilikuwa na laki mbili na kama elfu kumi hivi e, baada ya hapo nikachongesha tololi e, kama laki moja na elfu kumi ama laki, laki moja na elfu tano Alafu pesa iliyobaki nikatumia kama kama mtaji wa, wa hiyo miwa e, kwa hiyo nachukua miwa, nikichukua nachukua miwa ya bukubuku. Kwa hiyo nikichukua labda miwa ya shilingi elfu hamsini na uhakiki niweze kanletea elfu hamsini nyingine au ikipelea au ikazidi, ni majaliwa lakini, mua mmoja wa buku unanipa buku. Ndio hali halisi ya biashara ya kumbe, ina hela. Biashara hizi ambazo ni ndogo ndogo watu wanazidhalau, zinatengeneza pesa nzuri, kiasi kwamba mtu akipita pengine anaweza kukudharau, lakini haujui we unachokipata. Mwisho wa siku, mimi ambacho nakiangalia ni kwamba naangalia matokeo ya kazi ninayoifanya, siangalii watu wanasemaje. Kwa, kwa sababu mwisho wa siku huyo mtu ambaye utamwogopa au mtu ambaye utamfia, hata kuja kukupa vocha, hata kuja kukupa tonge okay, unaelewa. Kwa hiyo fanya unachoweza, fanya kitu ambacho kipo kwenye moyo wako, na siri ya kila kitu ni kupenda kile ambacho nakifanya, walahi Ha, kuna vijana wenzako bwana wasomi kama wewe wamekosa ajira lakini wapo tu wanaogopa kuanzisha chochote kitu. Uliwezaje? Okay, pengine background, pengine akili labda, lakini mimi niliweza kwa sababu kwenye maisha yangu sipendi kudhulumu, sipendi labda niende sehemu nikaibe Ushaona? Kwa hiyo sasa, ili nitengeneze pesa yangu niliamua kufanya hivi. Na katika mashangu pia sipendi kumuomba mtu. Na kwa mfano nikapiga simu nika, u mtu wangu wa karibu nikakupigia simu, usipopokea mara ya kwanza, mara ya pili, huwa na hasira kufuta namba ya simu, nikaacha kabisa kukutafuta. Kwa hiyo kama ilikuwa ni issue ya kukuomba labda kazi, ilikuwa ni issue ya kukuomba labda pesa au msaada, napiga chini. Kwa hiyo unavyopiga chini, akili inaniambia flani hii kifanya hiki, ndio maana nikafanya hivi. Okay, unategemea kutimiza ndoto yako kupitia uh, hii kazi ya kuuza miwa uh, inawezekana. Na, na ndio malengo, kwa sababu kabla ya ajira huwa nipo ajira poto, huwa nafanya application, na juzi kati nimepata nimepata interview ya kwenda Dodoma. Kuna nafasi kama tatu hivi zilitoka za afisa habari bungeni lakini walioitwa interview walikuwa wengi sana, nikaona hapa siwezi nikatoboa, hivyo sikwenda. Kwa hiyo huwa najaribu kuomba kazi, huwa naomba kazi, kuna siku Mwenyezi Mungu atani bless. Lakini kabla ya huko, sasa nategemea hapa, hiyo ofisi naitegemea. okay. Mm, nitafika mbali kwa sababu nikitulia miezi yangu labda sita, kila siku natengeneza hela fulani, naweza nikafikia malengo, kwa sababu kila siku akiba yangu mimi NMB wanaweka shilingi elfu tano dele, lakini wanaweka shilingi elfu mbili kwa ajili ya kodi ya nyumba kwenye simu M-Pesa kila siku ya Mungu yeah. Aa, na wazazi nawasaidia, hii wazazi bahati nzuri mimi ni, ni, ni mtoto wa mwishoni mwishoni mm -hmm. e, na dada zangu na kaka zangu ambao wana uwezo na, na dada wana uwezo, kwa hiyo yani labda kuhusu yani, mama labda aje anifikirie mimi, yani, mimi yani aje anifikirie mimi kuniomba hela? Ujue kaanzia kwa kaka mkubwa, kaanzia kwa dada mkubwa, yani kuja ashuke hadi huko, afu ni mtoto mwisho mwisho kwao, anajikuta anafanya mambo yangu free kabisa okay, isipokuwa anavyojaliwa kidogo. Mamangu huwa na anajitahidi, na, na mzee wangu ana uwezo wake so, yani sio mbaya, na mzee wangu ndio hivyo na kwa, kwa namna moja ama nyingine huwa anampushi lakini sio mtu wa kuomba hela. Kuna okay, muda mimi naona aibu nasanuka mpenzi, sasa akikuomba namba laki tano hapo. Mm, sipo kwenye mahusiano na silipi nafasi sana hilo swala. una <laughs> miaka mingapi hapo kwenye mahusiano? Uh, na, na miezi saba miezi saba, miezi saba. Mm. Yeah. Lakini hapo nyuma ulishakuwa kwenye mahusiano ndio, nishe kuwa kwenye mahusiano, sio mara moja. mm -hmm. Yeah, unaweza kusema kwamba mimi ni lejendali wa mapenzi we. Mm. Okay. Tupe experience yako kwenye mahusiano ikoje? Mahusiano bwana ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mchezo wa kitoto tu, kujua kuchunana pesa mm -hmm. eh, na vitu kama hivyo. Kwanza tuanze hapo, kwa nini upo kwenye mahusiano? Nikikuangalia wewe ni kijana tu, mtu mzima eh? kwa nini upo kwenye mahusiano Uh, kila kila kila jambo lina lina mwanzo, kila jambo lina historia, lina orijini yake. Ni hivyo tu, nilipigwa nili, nili, nili na kitu kizito mm, mambo yakawa ndo hivyo, nikajitoa kwenye uhusiano. Kwa hiyo tangu hiyo hiyo miezi sita miezi saba ilivyopita, mpaka leo sijawahi kushoboka tena kwa mtoto wa kike. So, unaishije sasa? kwamba naishije naishi hivi hivi navyoishi. Sio natambiaga mwanaume bwana, hawezi kutimiza, hawezi kumaliza wiki mbili bila kukutana na mwanamke wao mwenzaje mimi sasa? Ni, ni, ni perception dada. Mm. Eh, ni, ni, ni vile ambavyo unaamua kujihe kuji, kuji condition. Eh, lakini mwisho wa siku chochote kinawezekana kwa sababu sio lazima uishi kwa kufanya hivyo vitu ushaona, alafu miezi miezi saba ni, ni miezi michache sana kuna watu wanamaliza miaka miwili miaka mitatu ushaona. Lakini siku ambayo pengine nitampata mtu ambaye ni sahihi yeah. Yeah. tupe historia yako kwa ufupi, ilikuaje sasa, uliumizwa au uliamua tu? In short ni kama niliumizwa, lakini kwa kuwa dalili nilikuwa nishaziona siku nyingi from until ya sikuumia yes, ya yes, siku mia, kwa sababu nilikuwa na girlfriend ambaye mwisho wa siku alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana tumeshibana na hasa, yeye ndo alikuwa anaonyesha kwamba ananipenda sana okay. Alikuwa ananipa ofa za kutosha ofa, mm, kwa maana ya pesa, vijizawadi, ushaona e, mwisho wa siku nikaja nikaanza kuwa nasikia stori kwa watu kwamba anatembea na na mshikaji fulani na, nikawa najaribu kufanya uchunguzi uchunguzi hivyo, mwisho wa siku nikaja nika, nikabaini nikajiridhisha, nimejiridhisha nikajitoa, ushaona nilivyojitoa vile, ndio mpaka leo sasa. Mlidumu ndani ya muda gani? Mm, ilikuwa miezi kama kumi hivi ya wa mwisho, yani wa mwisho uhusiano wangu wa mwisho ilikuwa ni miezi kumi baada ya pale nikajitoa kwa sababu ya hicho kisanga, lakini kwa kuwa nilikuwa nishaona dalili siku nyingi siku mia, nilijua hili litatokea. Alafu kwenye akili yangu nimeseti kitu ambacho naamini hakuna marefu -ma -ma -ma yasiokuwa na ncha, yeah. uh, tukio la mwisho, bwana, umetambia kwamba ulikuwa nasikia kwamba anatembea na mshikaji fulani, baadaye ukajiridhisha. Ulijuaje? <laughs> Ulimfumania, uli au tu message kwenye simu, ilikuwaje? Uh, niliwahi kuona niliona niliw yani kulikuwa niliona call logs sawa, uh, ili hali kwanza before nilikuwa nikimuuliza anakataa sawa, nikaja nikaona call logs. Eh, kwa maana wanapigiana wanawasiliana namba nayo, afu ushahidi mwingine pia nilikuja nikaona picha zake Snapchat. Ushaona sio kawaida snap na mi sina tabia sana kuchunguza ya kuchunguza ya, simu ya mtu wangu wa karibu, lakini ndio hivyo yani. Hiyo siku niipata ujasiri tu nika naangalia angalia hivi nikakutana nika nayo ile pale, ushaona yani, yani kulikuwa na picha fulani hivi nini, zile video zile za wadada za, za, za, za ku, kujisnap kulikuwa na zile nilikuwa na, napenda sana kuziangalia za huyo za, za, girlfriend wangu zilikuwa ni nzuri automatic, ningeziangalia na furahi ndo ile na sakua, sakua nikaenda kuziona na picha za mwana kule wamepiga hivyo yani, nikaridhika nika kabisa kwamba ah, kumbe ni kweli ulivyomwona, eh. Vile ulichukua reaction gani yani, ulimfuata mkapigana au hapana? Mimi sijawahi kupigana kwa sababu ya mwanamke na sitowahi kuja kupigana kwa sababu ya mwanamke, lakini nilimwonyesha tu kwamba hiki kitu gani akawa anajitetea akosagi sababu anajitetea moja mbili tatu, si amna alikuwa anatupiga tu si nani si nini nanini, lakini zile picha hazikuwa za kupigwa na mtu ilikuwa kama yani wamejisnap pamoja wakiwa kwenye moment bora kabisa, moment nzuri ambayo labda alikuwa na furaha, ndio hivyo. Lakini siku, siku, siku shauti si niseme kupigana, ila tayari kwenye moyo wangu nilikuwa nishaanza kujitoa na nikaja nikajitoa kabisa. Huo ulikuwa ushahidi wangu wa mwisho, nikajitoa complete, nikasema inatosha. na mlikuwa na malengo gani? Of course malengo huwa ni, malengo ni, ni kufika tu kwenye kuishi wawili kutokea mlango mmoja kuoana, yani kwa lugha nyepesi. ya nimeshamtambulisha kwa wazazi, ilikuwa bado ya, lakini alikuwa anafahamika kwa dadangu mm na hajawahi kukupigia kukuambia bwana namba turudiane? Na wewe mshikaji, ulikuwa unamfahamu eh? Mshikaji namfahamu pia okay. lakini sim simu labda tukipigiana ni stori tu za kawaida, lakini mimi mara nyingi, kwa mfano, mpaka dakika hii nadhani mm. na, na miezi miwili sijaongea naye hata hata, simu yake ikiingia ya hapa mara nyingi mm. unakuta na mute sipokei, hivyo yaani, kwa sababu hamna jipi ambalo nitajifunza kutoka kwake hamna cha ziada ambacho ataniambia nitamuelewa. Okay. E, yani ni wale wale, naweza nikasema ukitaka. Okay. Ah, kuingia sasa kwenye ndoa rasmi ni vigezo gani ambavyo unaviangalia kwa mwanamke au, ah, ukitaka kuingia kwenye mahusiano ni vigezo gani ambavyo unaviangalia kwa mwanamke? Okay. napenda mwanamke asilia nasema napenda mwanamke asilia kwa maana spendi mtu ambaye ni mzuri kwa sababu ya mambo ya usasa au spendi mtu ambaye ana, yani anajipimpu naweza nikasema anajipimpu kiasi kwamba sio anaweka sio ma, ma, ma, nini yani mazaga mengi mengi ili aonekane mzuri. Napenda tu yani ile mwanamke anavyoamka labda asubuhi vila alivyo asja ameoga tu hivyo yani, anavu, anavu subuhi, aja, aja, aja, ameoga, yani napenda hivyo yani mtu simple lakini akili Eh, akili uvumilivu, na kulizika na kitu kidogo pengine kinachopatikana hivyo. Sasa bwana, uh, kuna watu wanasema kwamba wanaume wanapenda sana wanawake wenye eh, makalio makubwa. Eh, wewe kwa upande wako unaliongeleaje hili? Unapenda mwanamke mwenye oo au kawaida tu? Anapenda uh, mwanamke wa kati <laughs> eh, kwa sababu sina sababu, sina sababu niweze kusema hivyo, lakini napenda mwanamke wakati mwanamke simple, sio mwenye magalio makubwa, kwa sababu mwenye magalio makubwa inaweza ikawa changamoto tena, kwa yani akipita sehemu watu wote wanampondolea, eh, yule pale si nini? Kuna watu ambao watajaribu kumfuata, ushaona? Nadhani kwenye, kwenye, kwenye, kwenye watu labda kumi na tano watakaomfuata hata kwepa wote, kuna mmoja tu ambaye atambahatisha. Kwa hiyo spendi spendi hizo changamoto ya ndio maana napenda mtu wa kawaida, mwenye mwenye shape la kike shape la kike. ya ah, vijana wengi bwana sasa hivi, wa asilimia kubwa ya vijana wanapenda wanawake wenye, wengine wanaita mishangazi, na wewe hapo umetambia kwamba mtu wako alikuwa anakuhudumia vijizawadi, lakini unajatambia kwamba mwenyewe ulikuwa unatoboka. Asilimia kubwa ya vijana wanapenda wanawake wenye hela, unahisi shida ni nini? Ah, kwanza mimi mtu yani mwanamke akiniomba vocha kwanza, ile, ile, kwa mfano nimechukua nime namba labda leo alafu tuna siku mbili labda moja ananiomba vocha sio, ananiomba buku. Huwa anajitoa kwa hiyo, asilimia kubwa naweza nikatumia muda mrefu kuwa single, lakini atafuta mtu ambaye ni sahihi sawa. Mwisho wa siku haya maisha ni magumu na sio magumu kwa, kwa, kwa mwanamke tu hata, hata sisi ni magumu, tunavyojitafuta tunajaribu tuna kupunguza baadhi ya ya matumizi ya hela kama hivyo. Unapenda yani, una, una, unapenda mtu ambaye anapenda, anapenda pesa, inakuwa ni changamoto. Lakini kuhusu washangazi, hiyo mishangazi bana, kipindi na kuwakua ndo nilikuwa na hiyo hulka, lakini baadaye nikaja nikakaa nika chini, nikahisi nika, nika kama mbona nitakuja kuugua sasa. mm -hmm. mambo mengi yana mambo mengi yaani vijana wanapenda mishangazi kwa sababu ya muda, kwamba mkielewana saa kumi ni saa kumi. mm -hmm. uh -huh. Alafu hamna zile sui, naomba buku si nini, mshaona? Anakuwa pengine na hela zake au hana hela na maisha ya kawaida, hakuombi, lakini hakuombiombi hela. Ndio anapenda hicho, lakini sio kwamba mabinti wadogo, sio kwamba hawapo, wale wale wale wale walionyoka na wenyewe wapo. Kwa hiyo bora nikatumia mda mrefu kuwa single ili nije nimpate mtu ambaye yupo sahihi. Yule pale alikuwa ni mtoto, mimi nimezaliwa ni elfu moja mia tisa tisini na tisa. mm -hmm. Nisiwe msiri, yule pale alikuwa wa elfu mbili na moja, nimemzidi miaka kama miwili hivi. Kwa hakuwa mshangazi, isipokuwa alikuwa tu mwonekano na, watoto wa kike mnakuwa haraka mwonekano. Ule ulikuwa ulikuwa ulikuwa mwonekano ule ulikuwa kama mkubwa, lakini alikuwa ni mtoto wa elfu mbili na moja. Hivo unaweza ukatwambia, kisa gani ambacho ulikutana nacho hasa u pale ulipokuwa na dili na mshangazi. Okay. Kwanza mishangazi haipendi kutu... <laughs> haipendi kutumia kinga. Okay. Si si, si. Sori kama nitakuwa nimetumia lugha ngumu, lakini ndio hivyo mishangazi bana, ina, inaepuka sana hilo swala kwa hiyo inakuwa ni na hatari yani inakuwa na hatarisha afya kuliko kawaida huwezi ukabetia afya ya mtu kwa kumwangalia hivi, muona mbali na mbali na virusi vya ukimwi. Kuna magonjwa mengine mengi, kwa hiyo unaweza ukajikuta mtoto mdogo umeingia kwenye, kwenye kumi na nane mbovu, ndoto zako zikazima. Kwao nika nikajikuta najitoa na kabisa huko. Alafu mishangazi bana, sio kwamba atakuwa na wewe tu, lazima ana mtu wa umri wake mona kuna yani anakuwa na watu wengi, kuna mlipa kodi, si kuna mtu gani, afu kuna yule ambaye anatoa hizo hela ndo naletewa na wewe okay. ushaelewa usha, okay? kwa hiyo nikaona sasa haina haja na si, haina tija kuwa kwenye vitu kama hivi hapa mtazamaji um, wa Lizzy Media bwana, mimi na kaka hapa na sisi tumemaliza na lakini pia kaka la kumalizia, yeah. Umetambia uh, kwamba wewe ni kijana mpambanaji na unauza miwa, unawaambiaje vijana wenzako ambao wanalalamika kila siku kwamba ajira hamna? Ajila uh, mwenye macho aambiwe tazama. Kwa hiyo mtu ambaye yuko yuko yuko yuko mtaani ana, anacheza pengine pool table acheze tu, ushaona. Lakini kuna muda utafika. uh-huh, mimi hapa na miaka 26 na sita up to now lakini nafanya hivi, kuna kwa namna moja najiona kama nimechelewa, kwa sababu kuna watu ambao tumemaliza nao form 4, mimi nikaenda advance, wenyewe wakaisha form 4, wana hatua kuliko mimi. Ushaona, kwa hiyo hata mimi nimesanuka, ndio maana nafanya hivi. Kwa hiyo yeyote ambaye atasanuka asanuke, ajishughulishe afanye chochote, lakini kwa yule ambaye hata sanuka hivyo, umri utaongea. Siwezi nikaa nikamshika shati kumvuta kwamba njo fanya hiki na mwisho wa siku, vijana wanasema, ukiwa na mshauri shauri wanaita neno, wanasema usiniwaze. Anakuambia bana babu, wewe usiniwaze okay. Ah, asante kaka, na hii ni nakubali sana. Okay, mtazamaji, hii ni Lizzy Media, kumbuka kusubscribe e, pamoja na kushare, ili ifike mbali, kwa sababu tunaamini hata mtoto hata mzee alikuwa kijana. Kwa hiyo shalap sana, wanangu wa Lizzy Media e, naombea kwa Mungu mzidi kukua. Yeah bwana, mtazamaji wa Lizzy Media, mimi naitwa Lizzy, nikukumbusha tu sasa kusubscribe, kulike na kucomment. Tukutane next time.